Naam ndugu yangu, ambao unatazama na kuona katika eh, video hii, mimi naitwa mchungaji Romanus Sambala wa kanisa la EAGT Pugu. Jiungeni chemichemi ya uponyaji. Ninawiwa leo kuweza kuzungumza neno moja na ninyi, ambao yakini Mungu amewaumba na nitasoma neno moja tu kifupi katika kitabu kile cha Warumi sura ya kumi na tatu na mstari wa kumi na mbili. Neno la Mungu nasema usiku umeendelea sana na mchana umekaribia, basi natuvue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kwa hiyo tunavyotaka kutambua sasa ya kwamba kama vile Mungu ambavyo alituumba sisi wanadamu tuwepo usoni pa nchi, na unaposoma katika kitabu kile cha Mwanzo, Mungu anazungumza kwamba ametuumba ili lakini tuweze utawala viumbe wengine wote, lakini pia ametuumba ili yakini tupate kumwabudu yeye. Kwa hiyo ndicho maana nataka niseme ya kwamba ujitambue wewe ambao upo usoni panji, sasa ufike mahali tafakari kwa kina ya ja kwamba wewe hujakuepo kwa bahati mbaya, lakini Mungu ndiye aliye kuumba ili yakini uwepo ili yakini upate kumwabudu ili yakini upate kumtumikia, kama ambavyo nauwezi ukaona kwamba viko vyombo tofauti tofauti usoni panji, unaweza kukuta magari, unaweza kukuta kompyuta, unaweza kuona vyombo tofauti tofauti. Na vyombo vyote ambavyo vinavyoona, maana yake vimetengenezwa na mtu huyo. Mtu alipotengeneza gari alitengeneza kwa makusudi maalum. Mtu alipotengeneza kompyuta alitengeneza kwa makusudi maalum. Mtu alipojenga nyumba alijenga kwa makusudi maalum. Kwa hiyo hakujenga tu ili mradi tu, alijenga kwa makusudi maalum. Kwa hiyo kama tunatambua hayo, tutambue kwamba Mungu na yeye vivyo hivyo katika uumbaji wake. Alipoumba viumbe wengine wote, alipoumba mwanadamu, aliumba kwa makusudi maalum, na alituumba sisi ili lakini tupate kumwabudu, tupate kumtumikia maadamu tuko usoni pa nchi. Kwa tutaka kutambua, kukwambia ndugu yangu unayenitazama na kunisikiliza, ninasikia wivu sana Kuona kwamba watu wengi zamani za leo hawajihusishi na Mungu, wameachana na mambo ya Mungu, wanajishughulisha na mambo ya dunia, wanajishughulisha na mambo ya anasa. Dhambi kwao imeonekana ni kitu bora cha kufanya kila inapoitwa leo, lakini mimi nataka nikusihi ee, eh, ndugu yangu utambue ya kwamba kama ulivyokuwa na ndugu zako ambao uliwaona usoni pa nchi, inawezekana ulikuwa na babu yako babi yako sasa hayupo, inawezekana ukawa na kakako ama mama yako ama ndugu yako yoyote, lakini sasa hayupo na amekwisha kufa. Kwa hiyo kama ambavyo naona kwamba mwenzako ameondoka usoni panje, amekufa, utambue ya kwamba na wewe vivyo hivyo utaondoka. Hata kama umejenga nyumba kubwa, hata kama una magari mengi, nataka nikwambie magari hayo hayatakusaidia chochote yatakusaidia tu wakati unapoendelea kuishi, lakini wakati usio mwingi sana utakuja kuondoka. Magari yako utaacha, nyumba zako utaziacha. Jambo nayositiza kwako ndugu yangu, ya kwamba hebu tafakari kwa kina uone kwamba yuko Mungu aliyetuumba, kama vile mtu ambaye ametengeneza gari, kama mtu alivyotengeneza kompyuta kwa ajili ya kwa makusudi maalumu, vivyo hivyo Mungu alikuumba wewe kwa makusudi maalumu. Anataka umwabudu, anataka umtumikie yeye. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, madamu bado una nguvu, madamu unazo akili, nataka nikwambie ni wakati wako mzuri wa kutafakari kwa kina, ili yakini ugeuke, umwabudu Mungu. Achana njia potofu ambazo zipo watu wanazitumikia, lakini kuna watu wengi ambao kila mtu anatumaini la dini yake Watu wanasema mimi na dini yangu, siko dini mamilioni za dini, lakini kila dini wanaabudu vile ambavyo wanaabudu wao. Wengi wanaabudu miti, wengi wanaabudu milima, wengine wanaabudu anga, wengine wanaabudu mwezi, wengine wanaabudu ng'ombe. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtuma mwanae pekee Yesu Kristo, ili kila atakayemwamini Yesu Kristo apate uzima, uzima wa milele Maanaake utaishi katika mwili huu, lakini hatima ya kuishi katika mwili huu utakwenda ukaishi pamoja na Mungu milele. Kusibabu, kwa sababu Biblia inasema kwamba katika uumbaji wa Mungu alianza kutengeneza udongo, kuumba udongo. Alipoumba udongo, akatengeneza kwa umbile la mwanadamu, anasema likawa chini, limelala chini, ikawa lime hal, halifanyi halifanyi chochote kwa hiyo alipo litengeneza tayari alitengeneza ikiwa na uso ikiwa na vidole ikiwa na mdomo ikiwa na macho, lakini ilikuwa imelala, halifanya chochote. Lakini alifanya nini? Mpaka sasa unajiona, so, ni mtu, mtu, mtu hai. Anasema kwamba Mungu akapulizia pumzi yake, alipopulizia pumzi yake ule mwili ile um, ile, ile, ile ile kitu ambacho aliumba Mungu, ule mwili aliumba Mungu, ikawa nafsi hai. Ndipo tukapata ufahamu tukapata kuelewa tukapata kusimama tukapata kuzungumza kwao. Nachotaka kusema kwamba kumbe mwili huu tumeumbwa na Mungu na pumzi tuliyokuwa na inatufanya tuongee ni pumzi ya Mungu kwayo. Nachotaka kusema kwamba ni vizuri utambue ya kwamba kuabudu kwa vitu ambavyo si Mungu wajitaabisha bure. Huu ni wakati wa kutafakari kwa kina, unaposema mimi ninaabudu. Ninaabudu inakusaidia ni kuabudu kwa kwako, unaabudu lakini wewe ni mwizi, unaabudu wewe lakini mzinzi, unaabudu wewe lakini ni mlevi, unaabudu wewe lakini mchawi, nini kinachokusaidia? Nyakati nyingine unakuta mtu mwili wake amechanja, mwili mzima umejaa machale. Wakati mwingine unakuta mtu mwingine amevaa mairizi, amesema mairizi yake ndio kinga. Nataka ni kuambia kwamba mtu ambaye anamwabudu Mungu katika roho na kweli, hata angekuja mchawi, hata angekuwa roho yoyote ikija kumvamia, haitafanikiwa. Ndiyo maana nataka nikuambia hivi, huu ni wakati wa kutafakari kutaf kwa kina maadamu na ishi Mungu anasema ya kwamba usiku umeendelea sana, mchawi amekaribia, basi avue matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Uvue dini yako uvue itikadi yako umkubali. Yesu Kristo alikuja duniani kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yesu Kristo, tunaposema Yesu Kristo, maana yake Mungu alituma manabii, alituma mitume kaeposoni pa nchi, lakini watu waliwadharau, hawakuwakubali, hawakuwasikiliza. Kwa upendo wake Mungu, saa Mungu hakupenda kuona watu wake wanapotea, hakupenda kuona watu wake wanaangamia. Nini alifanya? Akaamua akavaa mwili akaja duniani kwa tendo la kuzaliwa kwa mwanamke, ili yakini watu wapate kuona, wamsikilize, wasimkimbie. Maana Mungu kama aikuja ulimwenguni akiwa katika utukufu wake, ni nani angeweza kusimama mbele yake? Ni nani angeweza kumsikiliza? Lakini Mungu alikuja katika hali ya kawaida, akavaa mwili kama mwanadamu, ili yakini akae na mwanadamu, awafundishe watu ya kwamba, kumbe mtu ukiwa na mwili unaweza kuwa mtakatifu Kumbe mtu kwa na mwili unaweza kushinda nambi. Kumbe mtu kwa na mwili unaweza usirogeke. Kwa akaja kavaa mwili kusodia, kwa makusudi ya kufundisha kwamba kumbe bado tuna nafasi kama tukumkubali Mungu kama tukumpokea Mungu Akaenda ni yetu. Nataka nikwambie kwamba hakuna neno gumu taka kushinda kwa Yesu Kristo ambaye ni Mungu alivaa mwili kwa makusudi tu ili ya kwamba atufundishe kwamba katika mili hiyo mliokuwa nayo, mnaweza kamshinda Shetani. Katika mili mliyokuwa nayo, mnaweza kushinda dhambi. Katika mili mliokuwa nayo, mnaweza kashinda uchawi. Katika mili mliokuwa nayo, mnaweza ashinda uasherati uzinzi. Kwa alivaa mwili, mwili, mwili makusudi tu ili atufundishe sisi. Kwe, anacho kwa anachozungumza kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa pekee Yesu Kristo mwana. Tunaposema mwana, maana ni asili, asili tendo lilotokana na Mungu. Mungu kama angekuja katika utukufu wake, hakuna hakuna angesimama mbele yake. Mungu alikuja katika umbile ya mwanadamu, ili lakini watu waweze kustahimili, waweze kumsikiliza. Nacho nachokusikiliza ndugu yangu, ukubali kwamba Mungu anaweza yote. Ukisoma katika ile Yohana katika Yohana ile sura ya kwanza, nataka nithibitishe kwamba Yesu Kristo, neno Yesu Kristo maanake ni mwokozi. Yesu Kristo maanake ni Mungu aliyekuwa katika mwili. Tukisoma katika Yohana tunaona kwamba anasema, Yohana ile sura ya kwanza, ile Yohana sura ya kwanza. Kuanzia ile ile ile sura ya kwanza, kwanza anasema kwamba mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Kwa huyo mwanzo ambaye ni Yesu Kristo, pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo alikuja kwa mwili kwa makusudi tu ili yakini apate kukokoa, apate kushawishi, apate kuelekeza ikupasayo kuishi maisha matakatifu katika mwili huo, kwa akavaa mwili ili kukuonyesha wewe kwamba mwili huo unawezekana ukashinda dhambi, unawezekana ukafanya matendo makubwa. Kwa hiyo kinachopaswa ili ya kwamba mtu ashinde dhambi lazima akubali kwamba Mungu alikuja katika mwili ili kutafuta wanadamu na kuokoa. Usipomkubali mkubali Yesu Kristu, nataka nikuambie kwamba utaabudu miaka nenda rudi, hutafanikiwa. Utatoa sadaka zako, hutabarikiwa. Utaabudu hutafanikiwa. Nataka nikuambie ndugu yangu ambananiona unatazama sasa hivi, nataka nikuambia kwamba Yesu Kristu ndiyo pekee aliye msara na nguvu. Watu wanapinga nasema Yesu sio Mungu. Kwani unasema Yesu sio Mungu kwa sababu tu alivaa mwili, si ndio? Je, Mungu ana mipaka ya utendaji wake? Mungu alipokuwa namongoza mtumishi wa Mungu Ibrahim Musa katika safari kutoka Misri, wakati wanasafiri na jeshi la wana wa Israeli, tunaona kwamba Mungu alitokeza kwa umbile tofauti tofauti. Mchana alionekana kama wingu juu mbinguni, alizungumza akiwa katika umbile la wingu. Usiku alionekana kama nguzo ya moto akizungumza na watu wake, na aliwaongoza watu wake. Lakini unaweza kuona kwamba Balaam bara wakati amepanda yule punda wake, wakati anabishana na sauti kutoka mbinguni, Mungu alishuka katika punda akazungumza kupitia punda. Kwa tuna Mungu anaweza yote. Katika wito wa Mungu kwa Musa, nini kilifanyika? Mungu wakati anamwita Musa, Musa alikaa katika kijiti cha moto akazungumza katika kijiti cha moto kinachoonekanika kama moto. Kwa usimweke mipaka Mungu, Mungu anaweza kuwa vyovyote anavyotaka kwa nataka nikwambie kwamba ukisoma katika Biblia ile sura ile ya, ya, ya, ya, ya, ya, tatu ule mstari wa kumi na sita anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Alitolewa Yesu Kristo kuja ulimwenguni ili kwamba kila takae mwamini asipotee awe na uzima wa milele nje ya Yesu Kristo. Ndio maana kuna watu la kisasi wanasema, asiyeabudu katika dini yetu ni no wa kuuawa. Nataka nikwambie Mungu ni Mungu wa huruma. Sisi tunahubiri habari za uokovu, haina maana ya kwamba mtu asiyekubali uokovu tunaweza kumchinja. Hukumu ni ya Mungu, sio kwetu. Ukiona mtu anakuwa na gadhabu anachuki na mwenzake, huyo ni wa Shetani, maana Shetani ndio anachukia watu wa Mungu. Kwa nataka nikwambie wewe unanisikiliza, unaitazama sasa, tambua ya kwamba unapata tabu, unateseka kwa maisha yako unajifanywa na abudu unajifanywa na dini, inawezikana na dini umebadilisha dini hata mara kumi lakini bado dhambi na kukalia. nataganikwambia Yesu Kristo pekee ndio njia kwena, ndio na, maana nasema kwamba sana, mchana umekaribia, yavue matendo ya giza, vaa silaa zanuu, vua dhambi zako, vua ulefi wako, vua ujai wako, vua asira yako, mvaa Yesu Kristo. Yesu anakupenda. Ukisoma ile sura ya kwanza ya Yohana mstari ula kumi na mbili anasema, bali wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa wale wanaomwamini Yesu yesuktan Bwana mwokozi wao, anasema hao ndio walifanyika watoto wa Mungu. Unataka kuwa mtoto wa nani sasa? Unataka kuwa mtoto wa, wa Shetani? Nataka nikuambie iko nafasi, iko nafasi hata sasa kama unanisikiliza, hakuna jina jingine alipewa wanadamu lipasao kuokolewa. Jina la Yesu peke yake ndio jina lipasalo kuokolewa. Ukisoma katika ile Yohana sura kumi na nne ukisoma katika ile Yohana sura ya kumi na nne mstari ule wa wa, eh, wa, wa sita anasema, Yesu akawaambia kama, akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu hawezi kumwona Mungu ila kwa njia ya Yesu. Mtu hawezi wezi kuabudu isipokuwa kwa, isipo kwa njia ya Yesu. Mtu hawezi kubarikiwa isipokuwa kwa njia ya Yesu. Mtu hawezi kumshinda shetani isipokuwa kwa njia ya Yesu. Mtu hawezi kuenda mbinguni isipokuwa kwa njia ya Yesu. Kwa hiyo wewe, ambao unasema ya kwamba pengine unaabudu sana, una dini yako, unafika unatoa sadaka hata ya damu, unatoa sadaka hata ya watoto Nataka nikwambie umepotea. Yesu Kristo pekee ndiye jina kuu lipitalo majina yote. Ukimwamini Yesu Kristo, nataka nikwambie, ukimwamini Yesu Kristo, nataka nikwambie kwanza, sasa utamshinda shetani, tangia sasa utawashinda wachawi, tangia sasa utashinda majini, tangia sasa utashinda dhambi. Sikiliza e, ndugu yangu mpendwa, Biblia inatadharisha wote waliomkataa walio mkataa Yesu Kristo walipotea, walipotea na kuangamia. Nachokusitiza mwishoni, nasoma ile Yohana eh, mtakatifu 15 nasoma ile Yohana mtakatifu katika ile sura ya 15 mstari wa 4 anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kinachokupasa wewe, usikae ndani ya dini, usikae ndani ya dhehebu, ukae ndani ya Yesu Kristo. Ukikaa ndani ya Yesu Kristo, utakuwa na matunda aliyobora Utazaa matunda ile bora, utazaa utakatifu, utazaa wokovu, utazaa maelfu ya watu, kwa sababu utawashuhudia uwezo wa Mungu, utawashuhudia nguvu za Mungu, utawashuhudia wokovu wa Mungu. Ndugu yangu, nasema na wewe unayenitazama, yawezekana unafikiria kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya kutumikia mwili. Situmikii mwili, natumikia roho, na ndio maana nataka na roho yako ipate kuokolewa kwa, kwa sababu mwili huo, ukiongozwa na mwili utapotea, lakini roho wa Mungu ukimruhusu aje kwako, ukikubalika ndani yake, nataka nikuambie, ushindi wa dhambi ni wako. Hakuna neno itakuwa kuwagumu kwako. Nakuambia ndugu yangu mpendwa, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Nawezekana una umri mkubwa, umetumikia dini yako kwa muda mrefu, lakini katika dini yako umejifunza jinsi ya kupigana vita, umejifunza jinsi ya kutumia silaha ili kuua watu, lakini Mungu haruhusu wewe kuua Mungu haruhusu wewe kuchukia watu, Mungu anaruhusu wewe kuwapenda watu. Ndio maana agizo tuliopewa na Yesu Kristo wakati anapotuaga anaondoka, nasema "Enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu." kwa hiyo sinasimama ili kuambia ninyi ninyi wenye dini zenu nyingine dini za kuabudu miti, nyingine dini za kuabudu mibuyu, nyingine dini za kuabudu ng'ombe. Lakini anataka Yesu anasema, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, na mimi tafani nitawapumzisha. Yesu anataka kukupumzisha na mzigo uliokuwa nao. Una mzigo ambao unakulemea, hatunaona kuishi kwako ni tabu, lakini Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Ukimwamini Yesu Kristo, Yesu Kristo yuko tayari kuokoa. Yesu Kristo yuko tayari kuponya. Yesu Kristo yuko tayari kupumzisha. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu hata sasa, njoo kwa Yesu. Yesu anakupenda upeo. Ukisoma katika ile Mathayo ile Mathayo kumi na moja ile Mathayo kumi na moja tutaangalia mstari ile Mathayo kumi na moja tutasoma kifungu kimoja tu pale, alafu nihitimishe yale ambayo nasema. Na wewe mpendwa, nakupenda na kupenda upeo, nashindwa nifanye nini, lakini hata nikikupa chakula gani kisinge kufaa, lakini kitakachokufaa zaidi ni ujumbe wa wokovu, ili akini uwe kama mimi. Naliteswa naliumizwa na shetani, lakini Yesu Kristo alinita kuja kwake, ndipo maana nimepona, ndipo maana mshinda shetani. Tukisoma ile, ma, ile Matayo ile sura ya 11 mstari kuanzia ule wa wa 28 nasema Njoni kwangu ninyi nyote musumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo. Umelemewa na mizigo, inawezekana ndoa yako imekuwa ni changamoto kwako, inawezekana kazi yako imekuwa ni changamoto kwako, inawezekana mtaa unaoishi unaishi no, imekuwa changamoto kwako, hatu natamani tamani kuhama, utahama nchi ngapi? mizigo unayebeba Yesu Kristo anasema njoni kwangu nyote msumbukano wenye kulemera mzigo, nami nitapumzisha. Anataka upumzike, huo mzigo unaujua wewe, huo mzigo unakusumbua unaujua wewe. Yesu anakuita sasa, anasema jitieni nira. Ukisoma mstari wa 29 anasema, eh, jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jitieni nira. Nira maanake shikamana na Yesu, kama ambavyo ng'ombe ili walime pamoja, ili waende uh, pamoja lazima watie nira katika shingo zao. Nawe ili ya kwamba uende pamoja na Mungu ujitie nira Yesu Kristo. Ukijitia nira Yesu Kristo utapata furaha, utafuria, utafurahia, utamshinda shetani. Amani ya Kristo iwe kwako ndugu. Yesu anakupenda. Naam, nami nakwenda kusema maneno machache kwa kumwomba Mungu. e Bwana Yesu, wewe ni Mwokozi, wastahili sifa na utukufu. Nimenena maneno machache ili yakini watu hawa wapate kutambua yuko Mungu, anastahili kuabudiwa. Kwa jina la Yesu Kristo, dhilisha wokovu wako sasa, dilisha uponyaji wako sasa, kwa jina lako Yesu Kristo Mwokozi, mimi ninaomba na mimi nakushukuru. Amen.